Vodacom, kazi ni kwako kakaetu, tukafika hapa uliokatarajia kwa, kwa, kwa sababu wote tulikuwa pamoja katika sara, sisi kama familia yake. Tulikuwa pamoja katika sala moja ya yeye na mke wake nyumbani na sisi rafiki zake kufikia malengo yale ambayo alikuwa anayategemea. Lakini niseme wote tuliokaa hapa na ile meza ile kule mama mtambalike, niseme kwamba tuna bahati iliyoje, kwamba kwamba ameapishwa leo na sisi tukajipongoja, sio kwamba tuna pesa sana tumemfanyia basi leo. Kwa hiyo tunaomba tujipongeze na sisi kwa kumpongeza mwenzetu ya wasanii wa filamu muziki, pamoja na maproducer wa vipindi agoni hapo, na waheshimiwa baadhi, na waandishi wazuri wa karamu. Tukasema hapana, kwa nini hivi tusilifanye hivi huyu mwenzetu huyu? Sababu tulikuwa tunakaa wote leaders, kabla hata hujawa DC, tunashinda pale leaders, kutokea misiba, tunapanga miundombinu wote. Kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kufikisha siku ya leo, lakini pia nataka nimpongeze Steve kwa kitu ambacho amekifanya na moyo wake, lakini pia nataka niwapongeze wote ambao wamefika hapa kuacha shughuli zenu na kuja hapa, kwa sababu sometimes tunaweza kufika sehemu na usipokee, unaonyesha jinsi gani na una upendo wa dhati na umefika kwa ajili ya, na labda niongee mawili tu kwanza ningependa kuongea Mheshimiwa kifupi. Mi sikuwahi si kuwa karibu naye sana na sikuwahi si kumjua sana kiukaribu, lakini uh, tuseme kama hii ni kitu ambayo imenitokea na labda tunishie na watu kipindi cha hapa katikati hapa, mama angu alipata matatizo kidogo, alimfanyakazi wake aliumwa, ali akapelekwa pale Palestina na kufika pale kiukweli, kwa hamna hamna wa, wa madaktari kabisa, yaani hospitali nzima ilikuwa hamna daktari. Kwa hiyo mmefika pale manesi na subasubasu na nini, daktari hamna, mzee huko, na mama yangu akampigia Paul, sijui hata kama anajua kama ni mama yangu, alimpigia akamwambia kwamba hapa kuja mgonjwa hamna dokta na nesi hamna nini, lakini Paul alishughulikia sana ndani, alikataa walikuja madaktari kama saba akahudumiwa yule mtu hivyo. Oh, lakini mimi nataka kusema kwamba kitu pekee ambacho kimenifurahisha ni kuona sura za watu katika meza hizi, jambo ambalo sikuwahi kulifikiria kama lilikuja kutokea karibuni. Kuna sura zimekutana pamoja, unaweza ukaona kwa mapenzi yenu, lakini hapana, ni kwa mapenzi ya Mungu. industry ilikuwa imeshaanza kupoteza thamani yake industry ya filamu ilikuwa imeshaanza kupoteza thamani yake. Ni industry kubwa ambayo ni kama icon katika nchi, lakini ilianza kupoteza thamani yake kwa sababu watu wenyewe wa mtu mmoja mmoja walikuwa hawapendani kiukweli, sio kifilamu. Kiukweli watu hawapendani, wako tayari kurogana. Lakini leo unaona sura za watu zimekaa pamoja, hii ni dalili ya kwamba kuna nyota njema inakuja, na sio kwa mapenzi yenu, ni kwa sababu ya sala na maombi ya wachache wanaomba kwa niaba ya wengi. Tunaweza tukaona labda jambo linatokea industry, imekuwa siku mbili hizi tatu au wiki hizi tatu, mambo yamebadilika, gemu imebadilika, gemu ya mziki imeanza kurudi chini, industry ya film inaanza kuchukua namba moja. Sio jambo la kawaida kwenye nchi yetu ya Tanzania, naweza mkaona kama mzaha mimi nimekaa kwenye industry ya filamu mnajua. Mimi nimecheza filamu ya huyu hapa, kanilipa laki tu. Huyo hapa nimecheza siminarianaa

lakini <laughs> nataka niwaambie kitu kimoja kwamba kazi ya chumvi ni moja tu, kuongeza ladha kwenye vitu. Ukiona kitu kina ladha, ujue kuna chumvi ndani yake. Ukiona mtu anachukua chumvi anaenda kuogea, huyo mtoweni kazi ya chumvi ni raha tu. Ukiona mtu anachukua chumvi anafanya sabuni, wewe unamwangalia kama ukoma. akano na kuheshimu sana, umeongea maneno yenye hekima, maneno ya busara braha huyu. Huyu mtu simfahamu, lakini huyu mtu maneno yake ni ya kuangalia vizuri sana. Huyu mtu ni mtu hatari sana, ana hekima. Kwa hiyo mimi kwa kwa, kwa kuzungumza mimi, mheshimiwa ni rafiki yangu vitambo kutoka nyuzi tuko wote tuko hizi tujalala tunahangaika. Watu wanaweza kusema mpoto vipi tena hapo, lakini ni sehemu ya unafiki. Hata aliponiambia kwamba amealikwa, mimi kajialika mwenyewe pia kwenye shughuli hii. Nilikuwa anaimba wimbo mmoja hapa, lakini bahati mbaya sijajaliwa sauti ya kuimba au yafanikiwa kutoka, lakini wimbo wangu unasema roho yangu na mcunze Bwana siku zote za maisha. Uwepo wenu hapa unanipa picha na nafasi ya kutafakari na kukumbuka ya kwamba siku moja sikujua kama naweza kuwa na ndugu wengi, kwani nimezaliwa peke yangu, na sikubahatika kupata wa kuifuata au niliyemkuta ametangulia. Matokeo yake nilikuwa naulazimisha uyungu, kwa ukutana na mtu unampenda, mnakuwa marafiki, unampa nafasi ya kuwa kaka yako au dada yako, alafu mwisho siku haupati ile ritani unayoitegemea kasababu ni friendship, hukuna expectation alafu kimisi kumiti kile ulichotegemea outcome yake unakuwa disappointed. Sasa nikiona hivi, yani, kwa natamani angalau ningeweza kumchukua baba yangu na mamangu, nikamwambia njoo uone wanao wa Dar es Salaam waliofurahia nafasi, kwa sababu nafasi yoyote ile ukiipata wako wanaofurahi. Na wako unaenda mpaka kwa mganga ofisi kutaka <laughs> kujua ni kweli. Katikati yenu nimeona mnajadili mechanachanganya kidogo mambo, leo ni siku yangu meandaa, natumia kuongea matatizo yenu <laughs> lakini mmeonyesha picha halisi ya kwamba upendo wa kweli hupungua mtu anapofanikiwa. Leo lichi anasifika, lakini tunamsifu kwa sababu tuko naye. Tukitoka pembeni, tunaanza kujadili kwanza. Hivi hiyo muvi yenyewe ikoje? Kwanza kwa nini Kiswahili, ndio kikoje? Mambo kama hayo yanaweza kufanya kujua na rafiki au, lakini ninyi mmeendelea kuwa marafiki zangu, na hata nikitoka hapa kumwambia mke wangu tutakapohamia kwenye hiyo nyumba, bahati mbaya tushawayi kutembelea. Nilipita tu kwa mkoa wa mkoa, aliniambia bana, barabara yangu kidogo ina shida. Aliposema ile mi nikapita usiku juu nikaangalia ile barabara nikagundua na tatizo bata saim, mvua alikuwa nanyesha sana, nikawapiga mkwara watu manispaa, nataka ile barabara irekebishwe, wakaenda wakarekebishe. Kwa hiyo kile kitendo ni cha kupita kuiona ile barabara kitaipelekea mpaka kuiona na nyumba yenyewe kwa nyumba no amia naifahamu, ina uwanja mkubwa. <laughs> <laughs> Naamini nitawakaribisheni mpaone ambapo tumepata kwa sababu ya mapenzi ya Mungu kupitia maombi yenu. la <laughs> pili, kazi hii siyo ya kwangu, ni e kazi tumepewa sote, manaake wewe uliye na access ya kuniona jukumu, na jukumu la kunisaidia kuongoza mkoa wa Dar es Salaam. Sasa ukifikiri wewe ni msanii ukasahau ya kwamba wewe ni mkuu wa mkoa, cheo sio jina, cheo ni matendo unayoyafanya katika jamii, na ndio maana unaweza ka mwenye kawa mwenyekiti wa mtaa lakini ukawa mkubwa kuliko mkuu wa mkoa. Unaweza ukawa balozi lakini ukawa mkubwa kuliko, na kwa sababu tunaishi kwa mifano cha kwa unahitaji <laughs> cheo, kumchagua kwa kiongozi wenu. Hamna. Nafikiri mfano umeuelewa. Yaani unahitaji kuambia wewe ndio mwenye mwenyekiti wetu. Maana yake unahitaji kuambia wewe ndio mkuu wa wilaya, wewe ndio mkuu wa mkoa. Kuna nafasi ya kushiriki kuleta mabadiliko ya mji wetu. Jambo la tatu, tumepewa mkoa wenye takriban ya watu wasiopungua milioni sita. Kwa takwimu, Kinondoni ilikuwa inaongoza kuliko mkoa wa Arusha. Kinondoni ilikuwa inaongoza na watu milioni moja na laki tisa, wakati Arusha wana milioni moja na laki sita. Lakini ukiwaangalia wakuu wa wilaya wa mkoa wa Arusha, ukijumlisha na mkuu wa mkoa wote, nilikuwa nafanya kazi zao mimi, lakini Kinondoni inaingia Arusha mara arobaini na nne. Wanatuambia wataalamu, ukienda kwenye hesabu, tunakadiriwa angalau kwa kila kilomita moja ya mraba watu 2500 na 27 ndio wanakaa. Wakati kienda kwenye mikoa mingine ndio hamna wa mfano. Watu wana maeneo makubwa kwa hmm. Kinondoni ilikuwa ni kubwa kuliko Ruvuma, lakini cha ajabu zaidi sasa tumeongezewa Temeke, tumeongezewa hmm. na Ilala. Alivyosema, yeah, Steve, ni kweli. Hakuna, yeah, mkuu wa wilaya aliyewahi kupanda kwa muda mfupi kama mimi. Lakini pia historia inaonyesha hakuna mkuu wa wilaya aliyeanzia Kinondoni. Yaani lazima uanzie vijijini huko, alafu kikomakoma ndio unasogezwa mjini, alafu kikakaa mjini ndio unapelekwa wapi, lakini namshukuru sana Rais Dr. Jakaa mm. Ni moja ya watu ambao wako bodi anapoamua kuibua vipaji vya watu. Na juzi tumeongea jana, akampigia simu, anasema asee, I'm so proud. Hebu <coughs> kajiandae, usifanye mambo mengine, kajiandae uka hapa e, ndio mwanangu, fanya nini? Furaha yake ni moja tu kwamba aliniona anafulai kumwona rais anayefata naye ameamini ya kwamba alichokiona sahihi. mm -hmm, lakini pia nilagia sababu ya kumshukuru sana Rais Magufuli kwa sababu kubwa tatu. Moja, umri wangu auluusiku kupewa huu mkoa umri ni mahesabu ya umri hayaji iziko tu Dare Salama <laughs> Yani wa waei iziko tutawsumbagala, yani kuna mikoa huko unaenda huko, usitaki kusema zia, lakini ukipiga mahesabu ya umri haufanani na la kwanza. Lakini la pili, amelipa nafasi ya kuwa mkuu wa mkoa kwenye kipindi ambacho Watanzania wana kiu ya mabadiliko, then transformation. Na huwa naambia watu kuna tofauti kidogo kati ya change and transformation. Change unaweza ukamtoa huyu ukamkalisha hapa ukamchukua mpoto ukamrudisha hapa, umefanya mabadiliko, lakini transformation ni kumfanya huyu aonekane tofauti na namna alivyokuwa anaonekana mwanzo. Maana yake kama ni speaker ilikuwa napiga mchiriku, unaipeleka kupiga tarabu hapo tunarudi kwenye software. Lazima ufumue kwenye CPU utengeneze upya, ili monitor iweze kudisplay kitu kingine tofauti.